Watu watatu wanauguza majeraha ya panga baada ya vurumai kuzuka wakati wa uchaguzi wa mashinani wa chama cha ODM katika kaunti ya Homa Bay. Kulingana na kamanda wa polisi eneo la Ndhiwa John Loisa, makundi mawili yalitofautiana wakati wa uchaguzi katika shule ya msingi ya Buche na kusababisha majeraha huku mmoja akikatwa mkono. Aidha, uchaguzi huo pia ulichelewa kuanza katika kaunti ya Migori. Chama cha ODM kilianza upigaji kura katika maeneo ya wadi hii leo huku uchaguzi wa wawakilishi wa bunge ukitarajiwa kufanyika Jumatano. Nimeshukuru sana tena sana kwa wamama, vijana na kadhalika. Vila nimechaguliwa na wamama, inaonekana kama nimeenda up, anu post. Kuna mambo mengi sana ambayo tungependa sana yaongelewe, lakini kwa kifupi, naomba uchaguzi wa Suna West kwa sasa hivi ifanye nini, isimamishwe, isikubalike.